Wakati mgogoro mkubwa ukiendelea kati ya kwa upande mmoja uh, Askofu Josephat Gwajima na kanisa lake la Ufufuo na Uzima ambalo limefungiwa na serikali na kwa upande wa pili ni serikali chini ya uraisi wa Mama Samia Suluhu Hassan, na fahamu yaliyojiri uh, siku chache zilizopita ambapo viongozi hao wawili kwa namna moja au nyingine walikuwa wamerushiana maneno, hatua iliyopelekea kanisa la uh, Askofu Gwajima kufungiwa. Lakini pia taarifa ambazo zimepatikana hadi sasa ni kwamba idadi kubwa ya makanisa yamefungiwa. Uh, makanisa hayo ya ilo kanisa la ufufuo na uzima, makanisa ya Askofu Gwajima, uh, kwamba licha ya jijini Dar, lakini pia kuna taarifa kwamba makanisa hata huko mikoani yame fungiwa. Kwa mujibu wa takwimu alizotoa Askofu Gwajima, kabla makanisa ya makanisa hayo kufungiwa, alikuwa anasema kwamba kuna idadi ya makanisa takriban elfu mbili na mia moja hivi, elfu mbili mia moja na arobaini kitu kama hicho, lakini zaidi ya makanisa elfu mbili Kwa hiyo maelezo yaliyopatikana yanadai kuwa makanisa mbalimbali mbali ya ya ya chini ya hiyo kanisa la ufufuo na uzima huko mikoani Imefungiwa. Hata hivyo, kuna ugumu sana wa kupata hizi taarifa na ugumu huu unachangiwa na ukweli kwamba serikali imekuwa ikivibana sana vyombo vya habari, sio tu vyombo vya habari rasmi, bali hata hizi channels mbalimbali za YouTube, zilizo kubwa zinabanwa kuripoti masuala mbalimbali, hususan haya yanayohusiana na Askofu Gwajima. Jana tu uh, channel moja kubwa hapa YouTube iliweka documentary, um, documentary ndefu kuhusiana na janga la utekaji lakini muda mfupi baadaye uh, channel hiyo ikaambiwa itoe hiyo documentary. Kwa hiyo documentary ilikuwa documentary nzuri, mimi nilibahatika kuiona, inaeleza kwa undani matukio yaliyotokea uh, kwa mwaka 2024 watu mbalimbali waliotekwa, uh, matatizo yanayopitia ndugu jamaa na marafiki, lakini imetolewa. Kwa hiyo lengo hapa sio kuzungumzia kuhusu hiyo uh, documentary, lakini uh, ukweli kwamba serikali imekuwa ikivibana vyombo mbalimbali vya habari vilivyo rasmi na visivyo rasmi kuripoti masuala yanayohusiana na hili swala kwa upande mmoja la Askofu Gwajima, lakini sasa kutokana na kwamba Askofu Gwajima amekuwa akiongelea swala utekaji, basi hata masuala ya utekaji si nayo yanaonekana kwamba yanadhibitiwa yasiongelewe. Sasa wakati yote haya yanatokea, Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete naye amejiingiza katika uh, sintofahamu hii na yeye ametoa kauli ambayo kwa kweli imewagusa baadhi ya viongozi wa dini, lakini pia wananchi wengi hawajapendezwa nayo. Uh, katika maongezi aliyoyafanya siku hizi mbili tatu zilizopita alidai kwamba kuna kama kuna kiongozi wa dini au wa siasa wanaotumia dini kwa manufaa ya kisiasa tuwanyanyapae. Sasa, definitely hakuna kiongozi wa siasa anayetumia dini uh, kwa malengo mabaya labda hapa kwa haraka haraka, na ukiangalia mazingira jinsi yalivyo unaweza kuhisia moja kwa moja kwamba kwa wabani, uh, kwa kwamba alikuwa na lengo hapa ni askofu Gwajima. Kwa sababu kwa upande mmoja ni kiongozi wa dini lakini upande wa pili ni mwanasiasa na kama kuna watu wa kulaumiwa kuhusu hili basi ni pamoja na yeye Rais Mstaafu Kikwete, kwa sababu kwa kiasi kikubwa walianza kuwavuta baadhi ya viongozi wa dini kuingia kwenye siasa. Lakini pia dini imekuwa ikitumika sana na serikali katika masuala mbalimbali. Najua hata wakati wa kula viapo wana, wanafanya viapo hivi, sio sio kwa kwa kuimba wimbo wa taifa, bali wanafanya viapo kwa kushika msahafu au Biblia. Sasa hiu, haya ni masuala ya kisiasa lakini dini na nafasi yake katika hilo. Sasa kauli hii imezua taharuki uh, na lawama kwa kweli, katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Ukifuatilia, watu hawajapendezwa na haya aliongea uh, Rais Mstaafu Jakaya Kikwete, hasa hili neno la kuwanyanyapaa, kwa sababu kwa lugha moja ilikuwa ni kama lugha lugha ya vitisho, lugha ya kuwafanya watu waonekane wasiofaa katika nchi ambayo inaheshimu uhuru wa maoni na mawazo. Uh, si vema kutumia maneno kama haya kwa sababu mtu anayenyanyapaliwa mtu anayestahili kunyanyapaliwa ni hawa watekaji, kwa sababu hawa watekaji sasa tunafahamu kwamba sio tu wanateka, lakini pia wanabaka na kulawiti, imeonekana kuna patent. Kwa sababu baadhi ya watu baada ya wale wanaharakati uh, Agata Atuhaire wa Uganda na yule Boniface Mwangi wa Kenya kupata ujasiri wa kueleza kwamba walifanyiwa vitendo vibaya wa kuingiliwa kimwili uh, baadhi ya watu angalau watu wawili wamejitokeza na kuongea na vyombo vya habari kwamba nao walivyokwenda siku zile kulivyotokea kesi ya Mheshimiwa Antipas Lisu mwenyekiti wa taifa wa Chadema anayetakiwa kwa, kwa sala uhaini. Nakumbuka kuna ile tukio ambapo watu mbalimbali wa, wa, wa, wafuasi mbalimbali waliokwenda mahakamani walipigwa, wengine walitekwa na wengine walikamatwa. Sasa tukio lile liliambatana na hivi vitendo vya ubakaji na ulawiti, lakini haya mambo ni magumu watu kuongea kwa sababu jamii ina nyanyapa, ndio maana hili neno linatumia Uh, Rais Mstaafu JK la kunyanyapaa halipendezi kwa sababu kuna wahanga wa watu wasiojulikana ambao waliingiliwa kimwili walilawitiwa. Sasa hawa watu katika jamii wananyanyapaliwa. Kwa mfano, kwa ukiangalia Kenya na hata Uganda uh, hawa Boniface Mwangi na Agatha Tuhaire, pamoja na kupata sapoti kubwa ya taasisi mbalimbali, lakini kuna unyanyapaji mkubwa unaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu wamepata ujasiri wa kueleza kwamba walifanyiwa vitendo vichafu. Kwa hiyo sio neno zuri kuwanyanyapaa watu, kama mtu anaongea kuhusu kukemea uh, utekaji, kwa nini sasa huyu mtu anyanyapaliwe? Na haitaji uh, haitaji utafiti mkubwa kubaini kwamba hii kauli ya Rais Mstaafu JK ilikuwa imemlenga nani. Kauli hii ilikuwa imemlenga Gwajima, lakini upande mwingine viongozi mbalimbali wa dini ambao wamejitokeza kusimama imara dhidi ya swala la utekaji, sasa kwa upande mwingine licha ya kuheshimu uhuru wa rais mstaafu Kikwete kuongea anachotaka kuongea, kwa sababu ana haki, katiba inamruhusu yeye kuongea, lakini pia kama rais mstaafu ana nafasi yake katika jamii hii, kwa sababu ndio rais mstaafu pekee aliyobaki. Mzee Mwinyi aliondoka, mzee Mkapa ameondoka, rais mstaafu ma, rais Magufuli aliondoka, mwalimu Nyerere aliondoka, kwa hiyo Ma, marais wote wa huko wa mwanzo wameshaondoka yeye pekee ndio aliyobaki wao ni kama mzee fulani wa taifa ambaye inatakiwa kwenye nyakati kama hizi watu wamkimbilie watu wamfuate kama vile wakina mzee wa Rioba au wakina Joseph Butiko uh, watu ambao wametumia wamekuwa kama wazee wa taifa hazina ya taifa katika nyakati kama hizi. Sasa kuna masuala mawili ambayo yanamfanya baadhi ya watu wamekwenda mbali kusema kwamba huu ni unafiki unaofanywa na rais mstaafu Jakaya Kikwete la kwanza rais mstaafu Jakaya Kikwete hajawahi kufungua mdomo mara moja kukemea utekaji, sio wakati ambapo mzee Ali Kibao aliwawa au si wakati wote ule ambapo umewahi kumsikia akiongea kuhusu masuala ya utekaji. Kwa hiyo hili lina mnyima yeye uhalali wa kukurupuka sasa hivi kuja kuongea kuhusiana na masuala ya hawa watu waliojitokeza. Inawezekana kabisa kwamba Askofu Gwajima si mtu ambaye ni msafi sana, kwa maana kwamba amefanya vitu vizuri sana. Hapana, naye ana makando makando, hakuna mtu ambaye hana makando makando, lakini katika hili amesimama upande sahihi wa historia, kwa sababu janga la utekaji lina athari kubwa kuliko hizi zinazoonekana sasa hivi. Kwa upande mmoja, zina athari kwa wahanga wa utekwaji, lakini pia zina athari kwa taswira ya Tanzania. Sasa hivi Tanzania inavuma kimataifa, lakini si kwa sifa ambazo tunastahili kuvuma nazo. Inavuma kwa sababu kuna wanaharakati kutoka Kenya walikuja hapa wakabakwa wakalawitiwa, uchafu mkubwa. Alafu anapotokea mtu kukemea, alafu serikali ikawa kali zaidi ya ule mtu, it doesn't make any sense. Kwa hiyo katika hili uh, rais mstaafu JK anaonekana amekosea, kwa sababu yeye hajawahi kufungua mdomo kukemea utekaji. Sasa iweji leo wanapokuja watu kukemea utekaji akurupuke na kusema kwamba viongozi wa dini wasiingie kwenye masuala ya siasa, kwa hilo moja. Lakini pili, yeye kama rais mstaafu kama nilivyoeleza awali yeye kama rais mstaafu ana nafasi muhimu katika taifa hili. Ana nafasi ya kuweza kuwaita, ana nafasi, ana influence kubwa uh, JK ana mchango mkubwa sana wa rais Magufuli kuwa, kuwa, kuwa rais uh, mwaka elfu mbili na kumi na tano kwa sababu unakumbuka 2010 ilitarajiwa kuwa mwaka unaofuatia ni 2015 rais ajaye angekuwa marehemu Edward Lowassa, lakini marehemu Edward Lowassa na, na, na, na JK walikorofishana. Kwa hiyo sasa uh, JK yeah, akafanya jitihada kubwa sana ya kumdhibiti uh, marehemu Lowasa. Nani katika kudhibiti huko, ndio akampenyeza marehemu Magufuli akiwa na msaidizi wake Mama Samia Suluhu Hassan uh, kwa hiyo alikuwa na mchango, na hata majuzi, inaelezwa katika hizi jitihada za kuhakikisha kwamba hakuna longolongo, hakuna -longo yote itakayotokea kuhusiana na Mama Samia kuja kuwa mgombea pekee katika kiti cha urais wa tiketi ya CCM elfu mbili na ishirini na tano kuna inaelezwa kwamba JK alikuwa na mchango mkubwa kwa kwa mambo yote. Kwa hiyo ana nafasi muhimu kama mzee wa taifa. Eh, tulikuwa na baba wa taifa alikuwa na mchango mkubwa. Kwa hiyo sasa hivi JK ni kama baba wa taifa kwa namna fulani, kwa sababu ndio rais mstaafu pekee tuliokuwa naye. Kwa hiyo katika nyakati kama hizi, ilipaswa kwa upande mmoja kweli akemee yale ambayo inaweza kuleta matatizo katika jamii, lakini pia atambue kwamba changamoto iliyopo sio viongozi wa dini kuongelea siasa, kwa sababu utekaji sio swala la kisiasa Utekaji ni swala la kijamii, ni swala la usalama. Kwa hiyo viongozi wa dini kama wenye jukumu la kutetea roho eh, ni viongozi wa kiroho, wana wajibu wa kuongelea masuala kama haya. Kwa hiyo na yeye alitakiwa kusimama kidete na kuweza kuwa upande sahihi wa historia kuzungumzia swala hili la utekaji ambalo mpaka sasa hivi linachafua historia nchi yetu, lakini pia linatishia ustawi, kwa sababu muda si mrefu watalii wataanza anashaka na kama Tanzania ni sehemu salama ya kuja kutembelea, kwa sababu nchi ambayo hai, uh, in, inawakemea wale wanaokemea utekaji ina maana kwamba haitohangaishwa na mgeni akija hapa akatekwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika hili um, limeleta kidogo sintofahamu. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo limetokea um, uh, rais JK uh, rais mstaafu Kikwete ameingilia kati na kutoa maneno mawili matatu ambayo hajapokelewa vizuri. Jasusi TV inaendelea kufuatilia masuala haya na itazidi kukuletea taarifa zaidi. Kama una maoni, basi karibu utoe comment hapo chini. Asanteni na kwaherini.